Niende kwake tena nimuulize kwamba nikatoe talaka ama nisitoe talaka, ila kwa hichi kitendo ambacho nimekuta hapa a a, kutoa talaka haiwezekani. Hivi ni mwanaume au na matatizo mwanaume ama una matatizo hivi eh? Mwanamke, nimekwambia mara ngapi, sio kumsujudia. Nakwambiaje, nenda nyumbani kwako na ukampe talaka haraka sana huyo mkeo. Baba, kama talaka ungetoa wewe kwa mkeo ambaye amekupiga makofi mbele yangu mm? Mbona kama ni kweli, namshauri mtoto wangu akatoe talaka kwa mkewe, angali mama yake kanichapa kofi. Ah. Wife, nimekuja nimekuja kukomba msamaha kwa yale yote ambayo nilikuwa ni nakufokea mbele za watu, naomba unisamehe sana, na hayo mambo ya talaka naomba tuyafute. Nikajua yani, natoka huko unakuja hapa tayari talaka yangu ishaandika. Unakuja kuniambia tena mambo ya talaka tuyafute? He? Wewe nakwambiaje kama ulishinda kuniheshimu mbele ya baba yako mzazi, au uwezi kuniheshimu tena. Naomba talaka yangu. Samahani sana mke wangu, najichukia, najichukia sana mke wangu. Siwezi kuamini kwamba mimi nimekuwa mwanaume mpombavu namna gani mpaka nikutolee maneno yote yale ya kijinga. Naomba unisamehe sana mke wangu, mi bwanadamu sitakamilika. Sio kirahisi namna hiyo, kisamvu mume wangu. Hapa utaka ni kusamee, basi lazima upige gitaa udansi, sawa? Kwa sababu nakupenda, hata nipige gitaa pia ni dansi. i tumpase, eh eh, tumpase Zaituni, tumpase <tipi> Eh, sasa tayari, tayari. Mke wangu naomba unisamee, nitakufikiria kama nikusamee ama niendelee kudai talaka yangu we. Kwa hiyo ulimpiga mumeo kofi? Ndiyo. safi safi sana hiyo, ndiyo maana halisi ya haki sawa. Alafu nyingine bifeti mwanamke wa mwaka elfu mbili na ishirini na sita si sawa na yule wa mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa watu wache sadaka kabisa. Mashauri ya ndoa wamenifanya na